Bwana, kama ninavyofahamu hatua za awali za kutafuta timu ambazo zitakwenda kushiriki michuano ya klabu bingwa barani Afrika pamoja na kombe la shirikisho barani Afrika kuanzia hatua ya makundi zimekuisha, weza kupatikana virabu mbalimbali ambavyo vimeweza kuchanja karata vizuri. Kwanza michuano ya klabu bingwa barani Afrika pamoja na kombe la shirikisho barani Afrika zimeweza kutinga kwenye hatua ya makundi ya michuano hiyo ya klabu bingwa barani Afrika pamoja na kombe la shirikisho barani Afrika. Sasa kitu, kitu pekee ambacho kimeweza kusalia mara baada ya timu hizo kuweza kufanikiwa kutinga kwenye hatua ya makundi ya michuano eh, hii miwili ya klabu bingwa barani Afrika pamoja na kombe la shirikisho ni kupanga E, makundi ambayo yataanza kutumika kwenye hatua hiyo na timu hizi ambazo zimefanikiwa kutinga kwenye hatua ya makundi. Sasa e, shirikisho la mpira miguu barani Afrika CAF tayari umekwishaweza kutaja tarehe ambayo e, makundi hayo yatakwenda kupangwa e, ili michuano hii kuanza kutimua vumbi rasmi kuanzia hatua ya makundi. Mimi niko hapa nitakuzengezea moja kwa moja tarehe ambazo e, timu tarehe ambayo kafu wameweza kutangaza kwamba makundi hayo yatakwenda kupangwa kuanzia michuano ya klabu bingwa barani Afrika, lakini pia kuanzia na hata ile michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika, lakini pia nitakusogezea poti ambazo timu zote zitapangwa kwanza michuano ya klabu bingwa barani Afrika lakini kwenye michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika kama ninavyofahamu, e, nchi ya Tanzania bahati nzuri msimu huu tumeweza kufanikiwa kupeleka virabu vinne kombe la shirikisho, timu mbili, ikiwemo timu ya Azam FC pamoja na timu ya Singida Black Stars. Lakini kwenye ile michuano mikubwa ya klabu bingwa barani Afrika pia tumeweza kupeleka timu mbili, ikiwemo timu ya Yanga Sports Club pamoja na timu ya Simba Sports Club. Sasa niko hapa kukusogezea tarehe ambayo CAF ametangaza kwenda kupanga makundi eh, ya michuano hii miwili kombe la shirikisho pamoja na kombe la klabu bingwa barani Afrika, lakini kukusogezea zile poti ambazo eh, ndizo zitakwenda kuamua timu gani ikae kundi gani eh, kuanzia kwenye hatua hiyo ya makundi ya michuano hii hapa. Lakini pia kabla sija kusogezea haya yote, nikukumbushe mwana michezo wangu, kama hii ndio mara yako ya kwanza unajiunga nasi alafu bado hujasubscribe channel yetu kwa kubonyeza maneno mekundu Chini ya video hii yaliyoandikwa subscribe, basi nikwambie kiukweli, mwana familia wangu na mwana michezo wangu, wewe ulikuwa una vitu na taarifa nyingi na zile nzuri za kimichezo ambazo sisi huwa tunakusogezea kila siku kupitia hapa hapa Bongo Vibe TV, na ili basi usiendelee kupitwa na taarifa zetu zote mpya zile za kimichezo, cha kufanya sasa hivi swala ni moja tu, hakikisha unakwenda kusubscribe channel yetu kwa kubonyeza maneno mekundu yaliyo chini ya video hii yaliyoandikwa subscribe, kisha kutane on notification ili uweze

mtu wa kwanza kujipatia kila aina ya taarifa mpya ile ya kimichezo ambayo sisi tunakusogezea wewe kila siku kupitia hapa hapa Bongo Vibe TV, taarifa za kujia moja kwa moja kwenye simu yako ya mkononi, na jukumu lako mama linakuwa ni jepesi kabisa, mwana michezo wangu, ni kwenda kutazamia hiyo taarifa mpya ya kimichezo ambayo sisi tumekusogezea moja kwa moja kupitia hapa hapa Bongo Vibe TV. Na kama tayari umekwishaweza eh, kusubscribe, twende tukaangazie sasa kile ambacho nimekujuza hapo awali juu ya tarehe ambayo Kafu ameweza kutangaza ya upangaji wa makundi ya michuano wa klabu bingwa pamoja na kombe la shirikisho. Lakini pia twende nitakusogezea e, poti ambazo timu mbalimbali zitakuwepo zita, ili kuweza kuamua makundi hayo ya yaizikae timu gani sasa, kwa kuanza na tarehe ambayo eh, shirikisho la mpira miguu barani Africa Kafu wameweza kutangaza ni rasmi kuwa draw hiyo ya hatua ya makundi ya michuano ya ligi ya mabingwa barani Africa Kafu Champion League kwa mwaka 2025 2026 pamoja na kombe la shirikisho yani Kafu Confederation Cup mwaka 2025 2026 itafanyika tarehe tatu Novemba mwaka huu hapa 2025 jijini Johannesburg pale Afrika ya Kusini. Ndio mara ambapo eh, sherehe hizo ama upangaji huo wa makundi utafanyika hapo. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, draw ya kombe la shirikisho itaanza kufanyika saa nane mchana kwa saa za Afrika Mashariki, ikifuatiwa na draw ya ligi ya mabingwa barani Afrika ambayo yenyewe inatarajiwa kufanyika kwenye majira ya saa tisa mchana kwenye saa za Afrika Mashariki hivyo taweza kushuhudia vilabu kutokea Tanzania Simba Sports Club, Yanga Sports Club, Azam FC pamoja na Singida Black Stars vikiweza kupangiwa makundi yao ambayo watakwenda kuchuana na timu mbalimbali kwenye michuano hiyo kwenye hatua ya group stage kwa upande wa kombe la shirikisho, lakini pia kwa upande wa michuano ya klabu bingwa barani Afrika. Sasa, mara baada ya kuweza kukujuza hayo eh, kuhusiana na tarehe husika ambayo eh, n e, michuano ya kafu e, i klabu bingwa barani Afrika lakini pia e, kombe la shirikisho kuweza kufahamika itapangwa tarehe ngapi. Twende tukaangazie pochi ambazo timu mbalimbali zitakaa, ili kuweza kuamua e, timu zitakwenda kuanza kwenye hatua ya makundi. E, ya michuano hiyo miwili. Kwa utaanza na kombe la shirikisho barani Afrika, tuende tukaziangalie poti ambazo virabu mbalimbali vitakuwepo ili kuweza kuamua e, timu gani ikae kundi fulani na itakutana na nani. Kwa upande wa kombe la shirikisho barani Afrika kama unavyofahamu virabu mbalimbali vimefanikiwa kutinga kwenye hatua hiyo e, ya makundi. Nita vote ya makundi. Nitakusogezea hapa virabu vyote ambazo vimetinga kwenye hatua ya makundi na na uweze kufahamu poti ambazo zitapangwa kulingana na zile ranking e, za ubora wa michuano za ubora wa timu hizi barani Afrika kwa sasa hivi. Kwa upande wa poti ya kwanza hapa tutegemea kuziona timu kama ya Zamalek kutokea nchini Misri, Wydad Casablanca kutokea nchini Morocco, CR Belouizdad kutokea nchini Algeria, lakini pia na timu ya USM Alger kutokea nchini Algeria. Lakini kwa upande wa poti ya pili tutegemea kuziona timu kama Al Masri kutokea nchini Misri, Stellenbosch kutokea nchini Afrika Kusini, Djoliba kutokea nchini Mali, lakini pia na AS Maniema kutokea nchini DR Congo. Lakini kwa upande wa

kukaa ili kuweza kupanga hatua ya makundi kwa michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika. Sasa t tukaangalie kwa upande wa michuano mikubwa ya klabu bingwa barani Afrika, tukaangalie timu ambazo zipo zimefanikiwa kutinga kwenye hatua ya makundi, na tuweze kufahamu poti zake ambazo zime timu zitakaa, ili kuweza kutoa eh, makundi husika kwenye michuano ya klabu bingwa barani Afrika, lakini kabla sijakusogezea haya nikukumbushe pia mwana michezo wangu, kama hii ni mara yako ya kwanza unajiunga nasi alafu bado hujasubscribe channel yetu, basi, hakikisha unakwenda kusubscribe channel yetu ili usipotee na taarifa zetu zote mpya za kimichezo ambazo sisi nakusogezea kila siku kupitia hapa hapa Bongo Vibe TV. Basi twende kazi tukazifahamu sasa e, poti ambazo vilabu mbalimbali vitakuepo ili kuweza kutengeneza makundi kwenye hatua hii ya group stage kwenye michuano ya klabu bingwa barani Afrika. Kwa upande wa poti ya kwanza, tutegemee kuiona timu kama Al Ahli, timu ya Mamelodi Sundowns eh, timu ya Esperance de Tunis pamoja na, pamoja na timu ya RS Berkane. Lakini kwa upande wa poti ya pili, tutegemea kuiona timu ya Simba Sports Club, timu ya Pyramids timu ya Yanga Sports Club pamoja na timu ya Al Hilal Omdurman, na kwa upande wa poti ya tatu tegemee kuziona timu kama ya Petro eh, atutiko eh, timu ya FAR Rabat, MC Alger pamoja na timu ya Rivers United. Lakini kwa upande wa poti ya nne ya mwisho tegemea kuziona timu kama ya JS Kabylie, Stade Malien, FC Lupopo pamoja na Power Dynamos, hizo ah, ripoti eh, ambazo timu zitakuwepo zita ili kuweza eh, kupanga makundi ya klabu bingwa barani Afrika. Mimi nilikuwa nakusogezea mwanamchezo wangu aweze kufahamu kuhusiana hichi ambacho nimekusogezea sasa hivi na matumaini yangu umenielewa na umeweza kunipata vilivyo. Sasa kama una chochote kitu ama maoni yako, njoo tuambia kupitia simu ya comment bila kusahau kulike, kushare na kusubscribe channel yetu kwa kubonyeza maneno mekundu yaliyo chini ya video hii yaliyoandikwa subscribe.